Wafilipi, Wafilipi sura ya pili. Wafilipi sura ya pili, mstari wa kwanza hadi wa saba. Suala ni hisia sawa, kuhisi kitu kimoja. Sasa si kuhusu, kuna kila kitu kimoja sasa ni hisia kufuatilia bila hisia hakujengi kwa hivyo ni hisia sawa kwa hivyo aya ya kwanza inasema ikiwa kuna faraja yoyote katika Kristo kama faraja yoyote ya upendo ushirika wowote wa, wa roho, ukiwa na huruma yoyote, ukiwa na huruma yoyote, ukamilishe furaha yangu, kwa kuwa na nia moja, kuwa na upendo sawa sawa, nini? Kwa kauli moja, kuhisi nini? Hilo ndilo jambo, kuhisi jambo lile lile. Usifanye lolote kwa ubinafsi au majivuno bali kwa unyenyekevu jihesabuni kuwa ni wa muhimu kuliko nafsi zenu <laughs> je unajua maana ya kuwaona wengine kuwa bora kuliko wewe hiyo ni kuwa na upendo sawa kwa sababu katika upendo unaweza kufanya hivyo huyu alifika mwisho eh? hakuna ushindani hapa ni kukadiria wengine kama bora Anasema bila kuangalia masilahi yake mwenyewe. Huu ni moyo wa kichungaji, si kuangalia masilahi yake mwenyewe, lakini kila mmoja kwa ajili ya wengine. Ni nini basi ndani yako? Sema jisikie, ambayo pia ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Ona kwamba Paulo anauliza kwamba kile ambacho Kristo Yesu alihisi. Hisia hii ilifunuliwa kwa Paulo. Anakuomba uisikie pia ili kutaniko liisikie. Sasa tazama inavyosema. Anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana upendeleo, akatoa namna ya mtumwa. Imetengenezwa sawa na nini? Tazama inavyosema, tazama iwe na mawazo haya ambayo yalikuwa ndani ya Kristo Yesu. Nawe utasema ndiyo, lakini hiyo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu na mimi si Kristo Yesu lakini wewe ni mungu na unatoka mahali pale anapotoka sisi. Ni miungu, kwa hivyo ikiwa sisi ni miungu na hisia hiyo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwa nini isiwe ndani yako kama unatoka mahali pale? Hilo ndilo wazo la hili, na kwa hilo lazima uondoe hila zako na namna yako ya kuwa, jinsi ulivyolelewa ya malezi ya kisiasa na kijamii, kwa sababu wazo ni kwamba unafikia hisia iliyokuwepo ndani ya Kristo Yesu. Shida zetu zinaanzia kwenye mwili. Lakini hisia hii inakuja na wewe kutoka huko na unajua hisia hiyo ni nini? Baraza la kitume. Angalia, tunaweza kujiuliza kwa nini Paulo, kwa nini Paulo anamuuliza eh? Naam, pale pale, tazama katika sura ya nne, hebu tuone. Je, hii itakuwa muhimu kwa Pablo Angalia, tazama Wafilipi sura ya nne mstari wa pili: ninamwomba Iwodia na Sintike wawe na nia moja katika Bwana vivyo hivyo, na kusihi wewe mwenzangu mwaminifu, wasaidie wale waliopigana nami katika Injili pamoja na Klementi na washirika wengine ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Akizungumzia ukweli kwamba wanatoka huko, kutoka katika kitabu cha uzima. Hiki si kitabu chenye makaratasi haya ni mawazo ya Mungu pale, yale ambayo Mungu aliandika na kisha, unaona, hakukuwa na shida, kulikuwa na washiriki wawili bora, wanawake wawili walipigana, lakini hawakuwa na hisia sawa. Jambo baya zaidi linaloweza kutokea katika huduma ni wakati mtu anahisi jambo moja na lingine anahisi lingine. Kwa sababu tazama, mfariji, ufunuo huu lazima uwe na faraja. Huwezi kumtoa ndugu kwenye mfumo ukampiga kwa sababu hana hisia za Mungu, wala usimwambie kwa nini umemletea wahii. Tazama, hujui lolote, hujui mimi, najua hiyo si hisia ya Mungu tena kwa sababu Mungu hasemi hivyo. Je, niache? Je, nisimame kwa muda unapochakata? Je, nisimame kwa muda, tusimame tunaposhughulikia hili. Ninashughulikia hii pia. Na mchungaji, kwa nini unajua hivyo? Kwa sababu siku zile Bwana aliniambia, tazama nilikufunulia hisia zangu. Ndiyo maana kuna watu. Angalia, tumekuwa na watu ambao wamekuwa nasi hapa Loh na wanafuatilia na kujifunza kila kitu, na kisha kwenda kuweka kioski na wanajua neema, wanaondoka wakiamini kwamba watahubiri neema ya kweli. Wanaondoka hapa lakini hawachukui hisia, walichukua ufunuo na mafumbo, lakini sio hisia. Hisia ni kitu kingine Wanaweza kuchukua kila kitu tunachofundisha na wanaweza kuwasilisha kwa Kigiriki cha asili na Kiebrania ya nyuma yake pamoja na masomo ya homiletic na kufanya mambo mengine elfu, lakini hawakuondoa hisia, kwa sababu hisia ni kama kuna ushirika wowote wa roho, anahisi mapenzi sawa. Tumekuwa na watu ambao wameondoka, lakini hawakuchukua hisia zao, na unajua nini kinawapata? Angalia he. Wanashindwa mwishowe, kila kitu kinawaangukia, kwa sababu walikiuka baadhi ya kanuni, na ikiwa unakiuka kanuni, nyumba itaanguka juu yako. Je, huoni kwamba kanuni ndiyo msingi wa jengo? Unaondoa jiwe na piramidi inaanguka, hata ikiwa ni kitu kidogo. Kitu hicho kidogo kinaharibu jengo zima, yote uliyofanyia kazi na yote uliyoweka kwa sababu Paulo alisema hata kama ulikuwa na siri zote tayari zimefunuliwa, lakini hakuna upendo, hakuna hisia ha. Je, huoni kwamba hisia ni moyo wa Mungu? Paulo alipokea hisia za Mungu. Lakini kwa vile mitume hawakutaka kulikubali, walimua huko Rumi kwa sababu Mungu alificha hisia na kuacha ufunuo ulioandikwa. Miaka elfu mbili iliandikwa hapo kila ninachosema kimeandikwa na hakuna aliyekiona, kwa sababu Mungu alificha hisia, na kama hisia hiyo imefichwa herihe. Nimewaona wanatheolojia, wakati mwingine ninawasikiliza na wanaanza kuzungumza juu ya ufunuo na kuamuliwa tangu asili, na wanakushangaza, wanaacha mdomo wako hivyo. Lakini kwa vile hawako katika hisia, walisikia hapa na ikatoka hapa. Baada ya muda, wanazungumza juu ya shetani na dhambi, kwamba shetani anakukimbiza na kila kitu kinasambaratika. Wanatupa faida kwenye mfuko uliovunjika, kwa sababu mfuko umevunjika na ni hisia inayofunga ufunuo. Bila hisia unaowaona na wanaweza bado kuwa nasi ikiwa hawatabeba hisia hii, hatimaye kitu kinatokea, na unajua jinsi kitu kinatokea. Mungu mwenyewe hufanya jambo litokee ili waondoke, kwa sababu huko ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Kutokuwa na hisia ni kumkufuru Mungu, ni kuiona damu ya Kristo kuwa na jisi, ni kumdhuru ndugu, ni kumjua katika mwili, na hapo yeye ajuaye katika mwili hea. Tazama, Mungu aliamua kutomjua mtu yeyote kwa jinsi ya mwili, na ikiwa unakiuka kanuni hiyo, hapo hapo jiwe la msingi huanguka chini na jengo huanza hii kuanguka. Hii imehesabiwa kikamilifu ndugu Mungu ana hii. Tazama, hii ni serikali kamilifu, hii haiwezi kutupwa chini. Huu ni moyo wa mungu unaodhihirishwa. Angalia inavyosema, mtume anasema nini papo hapo katika Wafilipi sura ya tatu katika sura ya tatu angalia, angalia jinsi anavyofungamanisha ufunuo hapa, mstari wa 15. 3:15. Sura ya tatu mstari wa 15 wa Wafilipi. Kwa hivyo sisi sote ambao ni wakamilifu, hii ni nini? Je, ni wangapi walio kamili hapa wakiwa na toleo moja? Je, unaweza kuwa unahisi kitu tofauti na ninavyohisi? Ikiwa wewe ni mkamilifu, hupaswi kuhisi kitu kingine chochote. Anasema hivyo, sisi sote tulio wakamilifu, hii ni nini? Na ikiwa unahisi kitu kingine, hii pia Mungu atakufunulia. Angalia, ninaweza kuwa na kaka ambaye anahisi tofauti kuliko mimi na anahisi tofauti, lakini ikiwa kuna unyenyekevu, Mungu atamfunulia. Anasikiliza hii. Usipomfunulia, unanifunulia, ataniambia Jose Luis, wewe ndiye uliyekosea. Kubali, na sina shida katika kujidhalilisha. Wale wachungaji ambao wamekuwa hapa na ambao hawapo hapa leo. Kwa nini waliondoka? Kwa sababu walihisi tofauti na mimi. Mungu atafichua kinachoendelea na ikibidi anifunulie, atasema Jose Luis, angalia, umekosea kuhusu hili, umekosea kuhusu hili, ulifanya makosa hapa. Vema, nafurahia kusema ndugu, tazama, nilikosea kuhusu hili na lile, huyu kaka alikuwa sahihi na tukamkimbia, na ningependa kumwona aombe msamaha. Nenda kamtafute, sina tatizo na hilo. Sasa watakuwa na matatizo na hilo wale ambao wameondoka, kwa nini waliondoka? Kwa sababu walikuwa mbaya? Hapana, hapana, hapana, ni kwamba walihisi kitu kingine. Ikiwa hawako hapa, ni kwa sababu walihisi kitu kingine. Sahau kama ni kwamba walikuangalia vibaya, au kwamba shemasi alikufanyia hili au lile, au kwamba jambo fulani lilikupata pale, sahau hayo yote. Hakuna kisingizio hapa. Ikiwa hujisikii vivyo hivyo, hatimaye utajikuwa ni hisia ni hisia ya unyenyekevu, ni hisia ya kuwa na wengine kuwa bora kuliko sisi wenyewe. Angalia, kuna watu wanahisi tofauti huko huko, katika nchi moja wanazungumza sana kunihusu, lazima wawe wamechoka huko. Costa Rica kulikuwa na mvulana kijana aliyezungumza Kiingereza na Kihispania, na alikuwa na shida na mimi kwa sababu alimsikia baba akisema ni kwamba mtume hi mtume, na mvulana alikuwa bado hajakuwa katika imani kuelewa hili, akasema unamwabudu mtu huyo, ni hivi na hivi. Naam na nilikuwa na hisia nyingine mpaka naenda huko, akakutana na mimi kwa sababu kuna watu ambao bila wewe kuzungumza wanakujua, lugha ya mwili wako, jinsi unavyoonekana, jinsi ulivyo. Mvulana huyo alibadili mtazamo wake alipokutana nami, alisema mtu huyo ni mnyenyekevu, ni kwamba watu fulani walinifanya niamini kuwa wewe ni tofauti, lakini alipokutana nami alibadilika. Kijana huyo alikuwa mnyenyekevu, kwa sababu unapokuwa na hisia za Bwana, nikana kwamba ni Kristo mwenyewe Ndiyo maana Paulo alipowaambia, tazama, nilipokuja hapo kwanza mlinitenda kama Kristo Yesu, kama Kristo mwenyewe mlivyonitendea. Nini kilitokea sasa? Pedro huyo alibadili hisia zao, Petro na mitume walikwenda na kubadili mawazo yao, Paulo akawa adui yao. Hei, ubarikiwe. Mada hii ni muhimu. Je, unafurahia mada hii? Je, ina ladha nzuri, imekolezwa ha? Kumbuka kwamba kila wakati ninaposema lakini, mada hii ni bora zaidi kuliko yale yaliyotangulia. Nini kilitokea kwa wengine? Hii ni kutoka utukufu hadi utukufu. Kwa hivyo hisia, kumbuka kwamba ukiondoa hisia na kila kitu ambacho amejifunza nami kwa miaka kumi na minne iliyopita, hii ni bora ufute. Utahukumiwa miaka kumi na minne ikiwa hujisikii hivyo. Wacha tuhisi kitu kimoja. Je, mada hii ni muhimu? Je, unafikiri suala hili ni muhimu? Sema ni muhimu, ndiyo. Kwa sababu ndiyo maana, tazama, Mungu alinipa hii kwa milenia mpya, na Mungu aliniambia Jose Luis, ikiwa hakuna hisia kama hiyo, kila mtu atakuwa na kiburi, kutia ndani wewe, kwa sababu waraka wa kwanza kwa Wakorintho 8:1 inasema kwamba ujuzi huleta majivuno, upendo hujenga, bali maarifa eh. Na nini zaidi ya ujuzi wa siri za Mungu? Hayo ni maarifa yaliyojificha ambayo hakuna mtu aliyeyajua. Inakuchukua na kukufanya ujivunie kama mmojawapo wa bata hao wa Puerto Rico wanaotembea hivi, unakiburi sana kwamba huwezi kumvumilia mtu yeyote. Lakini hei, ikiwa unambatiza kwa hisia za moyo wa Bwana, hiyo ni kukubalika kwa njia ambayo inasema kuwa na wengine kama bora kwako. Unajua kwamba miaka imepita ambapo wakati mwingine sikuelewa kwa nini watu walitembea juu yangu, lakini nilifanya kana kwamba hakuna kitakachotokea, nikasema, tulia. Nilipendelea kukosea ili nisiwaudhi wengine. Hilo lilifanyika si kwa sababu nilikuwa mnyenyekevu, bali kwa sababu hisia za Mungu zilikuwa zimenitawala, na kwa hivyo shukrani kwa hilo, sijawahi kupigana na mtu yeyote hapa Miami, katika miaka kumi na mine. Hakuna mtu anayeweza kusema kwamba nimebishana, kwa sababu hakuna kilichotokea, hakuna hoja moja ndogo na na hisia hisia inanimiliki, kwa sababu Pablo alikuwa na hisia hiyo. Kumbuka Paulo akisema tazama, usimle ndugu huyo kwa huzuni kuu. Sasa lilipokuja suala la fundisho lilikuwa tofauti, aliwaambia kando. Umeona hilo? Na ni kwa sababu hisia za Mungu pia hukataa. Kuhisi ni upendo, lakini ni upendo ambao Paulo alisema, wale wanaopinga mafundisho haya wajiepushe nao, waaibike, kwa maana wanatafuta vyao wenyewe, wanatafuta matumbo yao Je, unajua kwamba hisia hii ni dawa kwa kila mchungaji duniani kote, kwa wale wanaonisikiliza duniani kote. Ikiwa huna hisia hii, hatimaye tumbo lako litapia anawala. Hii ni dawa kwa tumbo, ili tumbo ili usitafute yako mwenyewe. Hebu fikiria, nilifikiri ufunuo umekwisha, lakini ninaanza tu na mada hii. Angalia inavyosema katika barua ya pili la, samahani, nimekosa baadhi ya mistari hapa. Nilisoma ya kumi na tano vizuri, mstari wa kumi na sita lakini katika yale tuliyofikia, tufuate kanuni hiyo hiyo. Unakumbuka kanuni ya kitume, kanuni ambayo mtume anatumia? Wacha tufuate sheria hiyo hiyo, wacha tujisikie. Angalia tena, tujisikie sawa. Ikiwa haujisikii, huwezi kutumia sheria huko nje ya kanuni ya kitume. Umepotoka bila kujua, mtu huyo amepotoka. Na mshiriki anayefaa kama vile kutaniko anaweza kushindwa kidogo, lakini hawezi kuhisi vinginevyo. Hapa tazama, chachu kidogo uchachua unga, tumbo linakula. Bila hisia hii, hawataenda popote. Hii inachofanya ni kuwafanya washindwe Hivi ndivyo malaika wanaona na mtu huyo hawezi kueleza kwa nini kwa sababu yeye ni mwaminifu anaiga lakini hana hisia za Mungu na malaika wanaona hivyo na kusema hana hisia sawa. Na mchungaji anajitahidi kukuza kanisa na anajitahidi kuwa na fedha bora zaidi akijitahidi kwa hilo lakini malaika wanaona kwamba hana hisia sawa na wanamla akiwa hai. Kwa sababu huoni kwamba anakupenda na anamtia adabu ampendaye. Na yeye huadibu kwa kusahihisha. Hivyo ndivyo ilivyo, wazo ni kupata usikivu wako. Na anapokuwa na umakini wako. Kwa hivyo kwa sasa, mambo yanaanza kutiririka. Unasema, angalia jinsi hii ilivyo rahisi. Hei, asante. Unyenyekevu unaanza kuchanua. Asante Bwana, asante Baba. Hii inapaswa kufuata kanuni sawa na hisia sawa. Ni lazima abatizwe kwa upendo. Je, huoni kwamba hiki ndicho kiungo kamili? Upendo na Mungu. Kuona Mungu anachukua muda, lazima ule neema nyingi ili kuweza kuutiisha na kutawala mwili. Haijulikani hii itaisha lini. Mstari wa kumi na saba unasema, ndugu niige mimi na waangalieni wale watendao hivyo kwa kufuata mfano ulio nao kwetu. Muktadha ni hisia, kwa sababu huwezi kuwa kama Pablo. Hebu wazia hilo. Vipi ikiwa Pablo hakujijali au kuwa na wasiwasi kuhusu sura yake ya kibinafsi wakati huo, au ikiwa alikuwa na ndevu ndefu sana, kwa sababu wakati huo hakukuwa na wembe wa chapa ya Gillette. Huwezi kumwiga kwa namna hiyo. Labda hakuoga kwa siku nyingi. Huwezi kuiga hisia hiyo. Anapokuambia uwe mwiga wangu, anarejelea hisia, huruma. Hii ni mbaya zaidi kuliko tunavyofikiri. Ikiwa patakatifu pa patakatifu palikuwa hatari, mapatano hayo yalikuwa he. Hey, angalia, ikiwa umevunja sheria ya Musa ambayo iliongezwa, ilikuwa ni sheria agano na dosari, na kama ulikiuka sheria hiyo ulikufa bila kubatilishwa, uliwawa vema. Hili ni agano zuri sana ambalo Mungu hulibeba na maelezo haya madogo ninayozungumza nawe kuyahusu. Bila hayo hayafanyi kazi, kanisa haliwezi kufanya kazi bila hayo. Unapaswa kuwa na hisia ya unyenyekevu kuwa na wengine kama wakubwa, wakitumikia kwa utulivu, wakingojea kila mmoja afike, kwa sababu huu ni mchakato mrefu. Na wewe ambaye ni mzuri sana, fikiria mwili huu, unasema kwamba haujitii kwa sheria ya Mungu. Anasema mstari wa 18, kwa sababu kuna wengi karibu. Sikiliza, hakuna wachache wao, kwa sababu nzuri na sababu nzuri. Mwishoni alisema wote waliniacha, kwa sababu walikuwa wengi wao ambao nimewaambia mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kwamba ni adui za msalaba wa Kristo, ya kusudi la yale aliyofanya msalabani Kalvari, na kuhakikishia kwamba huko Miami huwezi kufungua kanisa. Mchungaji akitoka hapa na kujaribu kuleta migawanyiko anahatarisha kifo. Hapo zamani walijaribu kufungua makutano madogo hapa pale, na inaonekana kwamba safina inaanza hei, hey, ilianza kupotoka, na sasa hatujui ni wapi wachungaji waliondoka hapa kwanza. Sikiliza, walikuwa na makanisa ya watu mia moja hamsini washiriki ambao walichukua kutoka hapa, lakini sijui katika kipindi cha miezi kadhaa walitoweka, kwa sababu mapatano haya hayawezi kukiukwa. Anayeondoka hapa ambaye tayari anajua neema kama mtume alivyosema ni bora kama ulikuwa haujaijua kweli kuliko kurudi. Yaani, ukishaujua ukweli tayari umetia nanga, wanakuweka ndani, umemeza nanga na popote pale unapovuta he. Kwa hiyo yeyote anayeondoka hapa yuko hatarini, ninawaambia katika milenia hii, na sio tishio la kibinafsi, lakini najua, nimeiona, nimeigusa, tumeona kila anayejitenga na kifo hiki, kwa sababu hiki ni kifo huduma hii ni kifo. Ndiyo, ni kifo. Mimi ni hatari. Kuwa rafiki yangu, ili uone kitakachotokea. Nialike kwenye chakula cha jioni na utumie muda mwingi na mimi, baada ya muda unaanza kunilani na unaanguka. Ndiyo maana huwa niko peke yangu, nimeamua kuwa peke yangu kwa sababu ninasababisha madhara. Je, huoni kwamba picha kati ya kuwa mchungaji na Jose Luis zinachanganya? Hata mimi huchanganyikiwa na hilo. Fikiria ni lazima iweje kwa mtu mwingine. Hili ni tatizo wizara hii, hili ni tatizo. Kwa hiyo tuone sasa barua ya pili kwa Wakorintho 13:11 barua ya pili kwa Wakorintho 13:11, waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 13 mstari wa 11. Hatimaye ndugu, furahini. Hii sio furaha, unajua, hii ni mateso kwa nje na furaha ndani. Unawezaje kueleza hilo? Mtu ambaye yuko katika hali ya neema anayepitia majaribu na kwa sasa unapozungumza naye, anasema hii ni ya muda na ya kitambo, najua hilo ni kwamba Mungu anashughulika na mwili wangu na kile kilicho nje, lakini ninahisi furaha Furahini, anasema jifanyeni wakamilifu katika maarifa sawa, kwa sababu hautakamilisha mwili. Wakati fulani tulikuwa na kundi lililojiita o e waliokamilishwa, na walipoondoka hapa walikuja wakisema kwamba ufunuo ulipungua kwa ajili yangu, walisema niliachwa nyuma na ufunuo. Kulingana na wao, inaonekana nilisahau kuomba kwa wiki kadhaa na ufunuo huo ulinitoroka, na kisha wakaondoka hapa na wakajiita o e waliokamilishwa. Kwa hiyo walisema wamekamilika, ndugu, imeboreshwa Hawakusema heri bali wamekamilishwa, nao wakaenda zao, wakawa wakamilifu hata wakatoweka. Inaonekana kwamba nyama, uh, mwili ukatukuzwa kwao. Uh, ndiyo anasema jifanyeni watimilifu, jifarijini. Kiu ya nafsi yako. Je, neno kuhisi linaonekana tena? Muwe na nia moja, na mwishi kwa amani, na amani ya Mungu Mungu wa amani na upendo. Hazungumzi juu ya amani ya Mungu, sio amani ambayo anatoa, ni yeye mwenyewe Mungu wa amani. Ikiwa unaingia katika hisia zangu mimi mwenyewe, ninatawala maisha yako. Anasema na Mungu wa amani na upendo atakuwa pamoja nanyi. Vema, mstari wa mwisho tunaoenda kuutazama ni waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya kwanza kumaliza barua ya kwanza kwa Wakorintho sura ya kwanza ambayo tumeisoma mara nyingi sana, na ambayo sasa inalingana kikamilifu na mada hii. Mstari wa kumi unasema: basi ndugu zangu, nawasihi kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnasema kitu kimoja wala pasiwe na mafarakano kati yenu, bali mpate kuunganishwa kikamilifu katika nia moja na katika nia moja e, katika kile kile, inaonekana kuangalia na kuhisi ni kitu kimoja, sawa, akili moja, nyote mnasema kitu kimoja, kwa sababu hiyo ndiyo inaleta migawanyiko. Na tatizo la mgawanyiko ni kwamba wakati hakuna wakati hakuna hisia kwa mfano angalia, narudia hii. Kwenye kivuli huko nyuma katika Agano la Kale, sanduku lilikuwa, ilikuwa ni ulinzi wa Musa na watu. Je, huoni ya kuwa walipokuwa katika umoja, sanduku likawapelekea mana kutoka mbinguni wakala, walikuwa na afya njema, walikuwa na nguo sawa na hazikuharibika? Naam, ingawa safina ilikuwa pale, safina ilifanya kazi kwa mtazamo. Sema mtazamo. Mtazamo ni kujisikia na mtazamo wa watu, na kisha siku moja watu walianza kugawanyika, na watu wa Kloe wakaanza kuzusha ugomvi na mafarakano, hata Mungu akawaruhusu Wafilisti kuwaibia sanduku na sanduku likaibiwa kutoka kwao. Wafilisti wakasema, tumeiba hazina, hiki ndicho kinacholeta uponyaji na mafanikio, lakini haifanyi kazi nje ya huduma ambapo Mungu ameiweka. Na kisha wao vizuri walisema, afya, ustawi lakini safina ilifanya kazi kwa njia nyingine. Safina ikaanza kutokeza vidonda juu yao na wakaanza kuugua, na kama nilivyosema hapo awali, walimwita Musa kutoka umbali mrefu na kumwambia, toa safina hii kutoka hapa, kwa sababu itatua, kwa sababu hii inafanya kazi na watu mmoja tu, watu waliochaguliwa, mteule. Na kisha nini kinatokea? Kwamba panapo mafarakano, panapotokea mafarakano, safina haitoi riziki za urithi wako, wakati hakuna hisia ya kawaida na tumeona. Huoni kuwa hii inakata baraka? Hiyo inakata. Angalia Krismasi, wakati wa Krismasi nilikuwa mahali ambapo kulikuwa na watu wapatao kumi na wawili, na tulikuwa kwenye sherehe, kila kitu kilikuwa cha kawaida, lakini mtu mwenye hisia tofauti alifika. Alifika mtu ambaye macho yake yaliharibu mazingira na mara tu mtu huyo alipofika, tazama, hakuna mtu aliyecheza hakuna aliyecheka, yote yalishuka kwa hisia ya kushindwa na kwa mtu mmoja tu. Huoni kuwa hizo ni nishati? Wewe ni roho na roho ndani yako ikionyesha sumu kupitia mwili wako. Umeona zile nyumba ambazo kila mara wanazozana, ambapo hakuna maelewano Haya, huoni kuwa unaweza kuhisi hivyo, kwamba unaweza kupumua hewani? Kwa hiyo sisi kama kanisa la Mungu hatuna budi kukesha. Kila mmoja anapaswa kuchunga maana yake, kwa sababu, maana baraka haya, mtunga Zaburi ndiye aliyesema, ona jinsi inavyopendeza ndugu kukaa pamoja kwa umoja. Naye akasema ni kama mafuta yanayoshuka kwenye ndevu za Haruni, uvumba. Ni kama okestra inayopiga noti sahihi, na kutoka hapo kuna wimbo mzuri kabisa. Kwa hiyo wito ni kwa ajili yenu mliopo, na kwa wale wanaonisikiliza kupitia video, kwa wale ambao wataisoma kwenye gazeti kwa ajili ya utume na kwenye mtandao, sijui ni wapi, pengine unaposikia haya, naam. Ni lazima muwe na nia moja, kama mnataka kifuniko kikupe baraka za kila aina, afya, ustawi. Bila hisia, sawa, hakuna kitu kinachofanya kazi. Nyumba haifanyi kazi, kanisa halifanyi kazi, kazini mambo hayaendi, kazi inayotakiwa kufanywa ofisini haijakamilika, kila kitu kinaharibika, kwa sababu hisia ndiyo inayofunga ufunuo wote. Na furaha ya Bwana, umebarikiwa. Hebu simama na kumwambia mtu aliye karibu nawe, nahisi vivyo hivyo.